Kitabu cha Injili ya Mathayo sura 23 na 24. Ndiyo kanisa la Mungu, karibuni sana kwenye kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Injili ya Mathayo sura 23 na 24. Tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakunyenyekea katika moyo wa ibada na upendo wako mkuu tunakuomba kuomba Roho Mtakatifu usimame na sisi tuwezeshe, tuweze kulisoma neno lako, na kila mmoja aweze kupokea na kuelewa. Msemeshe kila mmoja, Roho wa Mungu, ufunuo binafsi, ili kwa neno lako ili liweze kuachilia uzima maisha ni mwetu, na tuendelee kuwa udari katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu cha injili ya Mathayo ile sura ya 23 na Mlango wa ishirini na tatu. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema: Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena, lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Bali nyinyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, na nyinyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafik kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni ninyi wenyewe hamwingii, wala wanaoingia hamwaachi waingie. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafik, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafik mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafik, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na kiisha kufanyika, mnamfanya kuwa mwana wa Jehanamu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao, mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu, maana ni ipi iliyokubwa, ile dhahabu au lile hekalu liitakasalo dhahabu? tena mtu atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Vipofu ninyi, maana ni ipi iliyo kubwa ile sadaka, au ile madhabahu iitakasayo sadaka? Basi yeye aapaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo juu yake, naye aapaye kwa hekalu huapa kwa hilo na kwa yeye akaaye ndani yake, naye aapaye kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye aketiye juu yake. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafik, kwa kuwa mnalipa zaka za mananaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafik, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafik, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema, kama sisi tungalikuwako zamani za babu zetu, hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo, angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengi wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Hivyo ile juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barakia, mliyemua kati ya patakatifu na madhabahu. Amin, nawaambieni mambo hayo yote yatakuja juu ya kizazi hiki. E Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana.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 maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa nanjaa, na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huu watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu; ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuchukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo! Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwa wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yoyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini, hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia, yuko jangwani, msitoke; yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi Hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipomzoga, ndipo watakapokusanyika tai. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yukaribu milangoni. Amin nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakin habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye hata malaika waliyo mbinguni, wala mwana ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kabla vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila nakunwa, na kunywa wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakaokuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliiacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo Ninyi nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amin, nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule ambaye akisema moyoni mwake Bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi; bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki; ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.